Na mimi ninamwomba Mungu aliye hai. Yako mambo Mungu aseme na wewe. Atakaposema na wewe, hautakuwa wewe kama hivyo ulivyo, maana umesikia kwa masikio yako wewe mwenyewe. Kuna tabia zingine mtu hawezi akaacha, mpaka mwenyewe Mungu apite amsikizishe sauti yake. Akisikia ile sauti, kila anapotaka kufanya, ile sauti inapiga kelele ndani, nimesema na wewe Aliposema nami nami nikapata nguvu, nguvu naam, nguvu tena. Kuna mambo mengine hayawezi yakabadilika kwenye maisha, kuna aina tabia zingine mtu aziwezi zikabadilika, mpaka ndani yake Mungu ameingilia kati, amesema na yeye, iwe ni kwa sauti, iwe kwa ukijificha kwa sababu ile sauti itakuwa inapiga kelele ndani yako.